Muulizaji anasema baadhi ya wanawake katika mapambo yao ya dhahabu kuna aya za Qurani au majina ya Allah. Je, inajuzu kuingia nayo chooni akiwa amevaa, au pia anapokutana kimwili kwa maana na mumewe? Jawabu ni kwamba Mufti wetu mkuu wa Oman Sheikhna al-Khalili hafidhahu llahu waraa aliulizwa kuhusu eh, mapambo haya kuwa yana jina la Mwenyezi Mungu eh, kuvaliwa na mwanamke anapokuwa katika siku zake eh, za hedhi. Basi katika jawabu yake alisema ikiwa eh, pambo hilo lenye jina la Mwenyezi Mungu kama mfano kidani, e, halimgusi mwili wake e, moja kwa moja bila kuwa na kizuizi cha nguo mfano, basi haikatazwi mwanamke kukivaa kwa mfano kikiwa kipo juu ya nguo, lakini kiwa kinamgusa mwili wake moja kwa moja, basi kasema haijuzu. Kwa maana hiyo katika suala hili e, bila shaka itakuwa kwanza, haifai kuingia nalo chooni jina la Mwenyezi Mungu au aya ya Qur'ani, khususan inapokuwa iko wazi, haikufunikwa. Amekuwa imo katika nguo, inaweza kuwa ipo ruhusa ikiwa imefunikwa, lakini kama iko wazi, basi haifai kuingia nayo chooni na kuhusiana na uh, kukutana na mume wakati amevaa basi, bila shaka atakuwa uh, anakosa uh, tahara kubwa. Baada ya kukutana na mumewe atakuwa katika hali ya janaba, na hali ya janaba ni kama hali ya hedhi. Kama ilivyokuwa mwenye hedhi aruhusiwi kugusa msahafu uh, basi na vile vile mwenye janaba kwa kauli ambayo sahihi inayotegemewa kwetu na maulama wetu, basi hivyo hivyo katika hali ya janaba. Ina maana mwanamke huyu atatakiwa eh, kidani hicho kisigusane na mwili wake moja kwa moja bila kuwa na kizuizi cha nguo na mfano wake, wakati anapokuwa katika hali eh, ya janaba. Wallahu aalam.